Mahakama ya wilaya Chunya mkoa wa Mbeya imemhukumu kifungo cha maisha jela mtu mmoja anaitwa Antony Anosisye Mwango Mwangaka mwenye umri wa miaka 53. Huyu ni mkazi wa Mbugani wilaya Chunya. Huyu amehukumiwa kwa kosa la kumbaka na kumlawiti mtoto wa kike mwenye umri wa miaka tisa. Mtuhumiwa huyu uh, alifikishwa mahakamani na hukumu hiyo imetolewa na hakimu mfawizi wa mahakama ya wilaya Chunya, James Muhanuzi na mwendesha mashtaka wa serikali wakili Mwajabu Tengeneza Machi 5 mwaka 2025. Kwa hiyo mshakiwa alitenda kosa hilo Disemba 17 mwaka 2024 katika kijiji cha Mbugani wilayani Chunya na alikamatwa Disemba 22 mwaka 2024 ambako, tiani, mkosa, mawiri, na kufikishwa mahakamani ambapo alitiwa hatiani kwa makosa mawili ya kubaka na kulawiti. Mama mzazi wa mhanga alibaini tukio hilo wakati akifanya taratibu za kuhu, kumwosha mtoto baada ya kukuta mtoto yuko katika hali ya kuharibika, ndipo uh, aliweza kutoa taarifa kituo cha polisi. Tunamshukuru sana mama wa Mwanga akuweza kuona muhali katika kuficha tukio hili, na ndipo hatua za haraka zilichukuliwa na jeshi la polisi, hatimaye mtu huyo kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Kwa hiyo tunaomba kwenye eneo hili eh, na utoaji wa taarifa za haraka kwenye kituo cha polisi kikifanyika, tunaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa.